Waka wachungaji ambao wamekataa nuru kutoka mbinguni, jukwaa lililo imara, ujumbe wa malaika wa kwanza wa pili na watatu, jukwaa lililojengwa kwa ngazi tatu, jukwaa lenye ngazi tatu, jukwaa lililojengwa na Mungu mwenyewe ndio msingi wa imani yetu, ujumbe mada kama vile patakatifu katika uhusiano na elfu mbili na mia tatu e, ujumbe wa malaika wa kwanza wa pili na watatu ndio ujumbe unaoitwa ukweli wa sasa. Wachungaji wengi wameuweka ukweli wa sasa pembeni. Kwa hiyo ujumbe wa marejeo haujawekwa kwao na hautaonekana kwao. Kwa nini? Wamekataa nuru kutoka mbinguni. Mchungaji yeyote anayefundisha anayehubiri ujumbe wowote kinyume na ukweli wa sasa, ujumbe wa marejeo hautapatikana kwake, labda arudi tena kwenye jukwaa lililo imara, arudi kwenye ujumbe huu wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Lakini jiulize wachungaji wangapi wana ukweli huu wa sasa? Ni wachache mno, na wengine hata wafahamiki. Wako wachungaji mashuhuri maarufu, wengine wanahubiri kwenye mitandao ya kijamii, YouTube, lakini hakuna ukweli wa sasa. Ndio hao wanabeza ukweli wa sasa, wanabeza mada muhimu za ukweli wa sasa. Ujumbe wa marejeo hautawekwa kwao, haujawekwa kwao, na hivyo hawako nuruni, wako gizani. Kwa hiyo ujumbe huu wa marejeo ya Yesu utaupata kwa watu wa kawaida. Historia huwa inajirudia. Hata sasa, viongozi wa kidini walio wengi hawana ujumbe huu kwa sababu wamekataa ujumbe ule ambao umejengwa kwenye jukwaa lilo imara, ujumbe wa ngazi tatu. Kwa hiyo hawana ujumbe wa wa marejeo ya Yesu, hawana ujumbe wa marejeo ya Yesu kwa sababu ukweli wa sasa ndio umefungamanishwa na ujumbe wa marejeo ya Yesu, na lazima ufungamanishwe kwenye muda, kwenye wakati. Kwa kuwa wamekataa wameacha huo wa ujumbe hata ujumbe wa marejeo ya Yesu hawana, wako gizani, wako gizani. Angalia sasa Yeremia 23 mstari wa kwanza mpaka wa nne. Hilo fungu unaliona kwenye screen yako hapo, Yeremia 23 fungu la kwanza mpaka la nne. Ole wao wachungaji, wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi juu ya wachungaji wanaowalisha watu wangu, mmewatawanya kundi langu na kuwafukuza, wala hamkwenda kuwatazama. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo yenu, asema Bwana nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote nilizowafukuza, nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka, nami nitaweka juu yao wachungaji watakaowalisha, wala hawataona hofu tena wala kufadhaika wala hatapotea hata mmoja wao, asema Bwana mm. Ili ni onyo zito kwa wachungaji. Hebu tuangalia Yeremia 25 mstari wa 34 mpaka 36, unaiona hiyo nuku? Uh, unaona hayo mafungu kwenye skrini yako Yeremia 25:34 mpaka 36, imeandikwa pigeni owe, enyi wachungaji, na kulia na kugaagaa katika majivu, enyi mlio hodari katika kundi, maana siku za kuuawa kwenu zimetimia kabisa, nami nitawavunja vipande vipande na nani mtaanguka kama chombo cha anasa, nao wachungaji watakuwa hawana njia ya kukimbia, wala walio hodari katika kundi hawataokoka. Sauti ya kilio cha, cha wachungaji na sauti ya, ya kupiga yowe kwao walio hodari katika kundi, kwa maana Bwana anayaharibu malisho yao mm. hebu tuangalie kidogo kitabu cha pambano kuu sura ya 41 ukiwa wa dunia UPH 2024 ukurasa wa 539 nachukua kitabu cha pambano kuu sasa ili tusome, 539 Neno la unabii linasema, mchungaji ambaye aliuza ukweli ili kupata ukubali wa watu, sasa anaona mwenendo na athari ya mafundisho yake inaonekana wazi, kuwa jicho linalojua mambo yote lilikuwa likimfuatilia aliposimama kibwetani, alipotembea mitaani, alipojichanganya na watu katika mazingira mbalimbali ya maisha. Kila mwemko wa roho, kila mstari ulioandikwa, kila neno lililotamkwa, kila tendo lililowafanya kutulia katika maficho ya uongo, alikuwa akitawanya mbegu na sasa katika roho maskini zilizopotea zinazomzunguka anaona mavuno. Habari mbaya ni hii, haiwezekani mchungaji ukawapoteza watu alafu wewe uende mbinguni. Haiwezekani, utapotea pamoja nao. Bwana asema anasema, kwa maana wameiponya jeraha ya binti ya watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani, kwa kuwa ninyi mmemuhuzunisha moyo mwenye haki kwa uongo ambaye mimi sikumhuzunisha na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya hata asigeuke na kuiacha njia yake mbaya na kuhifadhiwa. Yeremia nane kumi na moja, Ezekieli kumi na tatu, ishirini na mbili. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, angalieni nitawapatiliza uovu wa matendo. Pigeni owe, enyi wachungaji, na kulia na kugagaa katika majivu enyi mlio hodari katika kundi, maana siku za kuuawa kwenu zimetimia kabisa. Nao wachungaji watakuwa hawana njia ya kukimbia wala walio hodari katika kundi hawataokoka. Yeremia 23 fungu la kwanza, fungu la pili. Yeremia 25 34 na 35 ni yale mafungu tuliyosoma, nabii ameyarudia. Sasa unaweza ukakimbilia hivi kusema hivi, inawahusu wachungaji wa madhehebu mengine, sio wachungaji wa kisabatu wote kwa sababu hata wachungaji wa Kisabato, ujumbe wa onyo ambao walitakiwa wautoe kwa Waadventista, wawalishe kondoo za Mungu, wawafundishe kondoo za Mungu, ni ujumbe ambao ni ukweli wa sasa. Ujumbe kama, mada kama vile patakatifu katika uhusiano na elfu mbili na mia tatu wa, malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu, jukwaa lililo imara, jukwaa lenye ngazi tatu. Hapo ndipo msingi wa imani yetu. Huo ndio ujumbe ambao ni chakula ambacho sasa tunatakiwa tuwalishe watu wa Mungu. Swali, je, tunawalisha ukweli wa sasa kwenye makambi? Wewe mchungaji umewafundisha ukweli wa sasa kwenye juma lama, la maombi unaloendelea nalo ama uliolifanya mwaka huu? Umewalisha watu ukweli wa sasa? Siku za sabato unapohubiri, umewalisha watu ukweli wa sasa? Unawalisha nini? Wewe ni miongoni mwa hili kundi linalotajwa hapa, wachungaji pigeni yowe na kuomboleza, siku za kuuawa kwenu zimekaribia kabisa. Siku za kuuawa kwenu zimekaribia kabisa. Mungu hatavumilia hawezekani. Mungu atume maonyo kutoka mbinguni yapuuzwe hivi hivi tu alafu Mungu akanyamaza kimya? Sio huyu Mungu ninayemfahamu haiwezekani. Tukapuuza haya maonyo, tunaweka pembeni ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu Tunawalisha watu vitu ambavyo sio ukweli wa sasa, sio chakula cha sasa kilichokusudiwa, alafu unasema eti inawahusu wachungaji wengine, na wewe ni miongoni mwao. Ewe mchungaji, rudi kwenye jukwaa lililo imara haraka, rudi kwenye kwenye jukwaa lenye lenye ngazi tatu, rudi kwenye ukweli wa sasa. Nje ya hapo, kuuawa kwako kumekaribia. Swali linaulizwa, je, walinzi wanaandaliwaje? Walinzi yaani wachungaji, sasa wanaandaliwaje walinzi ama wachunga